Waombolezaji wenzangu, wapendwa wafiwa, natumia nafasi hii kutoa pole sana, pole za dhati kwa kuondokewa na mpendwa wetu Emmanuel Matias MC Pilipili. Mimi niseme tu Pilipili amenipendelea sana, amenipendelea kwa maana ya kwamba yani hivi tunavyomuaga sura ambayo tunaiona hata hapa hii hizi picha zake zote ni kama alinipa nafasi Gara B, naomba nifanyie kitu kwa ajili ya mimi kuweza kuondoka kwa heshima. Na najiuliza kwa nini Pilipili amelipendelea hivi, kwa sababu muda wote nimekuwa nikijiuliza maswali mengi, na mimi niliwiwa tu kufanya ambacho nimekifanya nikiwa naamini kabisa kwamba Pilipili na kwenda kumtoa kwenye nafasi moja ni kama kumrebrand na kitu ambacho mpaka umauti unamfika ni kwamba kilikuwa kinakwenda kufanikiwa kwa zaidi ya asilimia mia moja kwa sababu Pilipili amekuwa akiniambia kabisa kwamba bro, simu ambazo zilikuwa zimeacha kuita, sasa hivi simu zinaita sana, simu zinaita sana. Na kila wakati nikiangalia kwenye inbox, Pilipili always ananishukuru tu, ananishukuru, ananishukuru tu, anani tu, ananishukuru tu you ananishukuru know? tu. Sasa kuna wakati kila ak akiposti ananishukuru, naomba Pilipili inatosha usifanye hivyo bro ana namba, mimi siwezi kuacha kushukuru. Kwa hiyo ni funzo ambalo naangalia, huyu ni mtu aina gani? Kuna watu wengi wanafanyia vitu vikubwa, mimi nifanye kitu kidogo, lakini wa huyu anashukuru hivi, lakini amenipendelea hivi. MC Pilipili, okay MC, take courage, brother. Asante sana. Naomba nimkaribishe MC George Urio. Waombolezaji wenzangu, wapendwa wafiwa, natumia nafasi hii kutoa pole sana, pole za dhati kwa kuondokewa na mpendwa wetu Emmanuel Matias MC Pilipili. Mimi niseme tu Pilipili amenipendelea sana, amenipendelea kwa maana ya kwamba yani, hivi tunavyomuaga sura ambayo tunaiona hata hapa hii hizi picha zake zote ni kama alinipa nafasi Gara B, naomba nifanyie kitu kwa ajili ya yeah, mimi kuweza kuondoka kwa heshima. Na najiuliza kwa nini Pilipili amenipendelea hivi, kwa sababu muda wote nimekuwa nikijiuliza maswali mengi, na mimi niliwiwa tu kufanya ambacho nimekifanya nikiwa naamini kabisa kwamba Pilipili na kwenda kumtoa na nafasi moja ni kama kumrebrand na kitu ambacho mpaka umauti unamfika ni kwamba kilikuwa kinakwenda kufanikiwa kwa zaidi ya asilimia mia moja. Kwa sababu Pilipili amekuwa akiniambia kabisa kwamba bro, simu ambazo zilikuwa zimeacha kuita, sasa hivi simu zinaita sana, simu zinaita sana. Na kila wakati nikiangalia kwenye inbox, Pilipili always ananishukuru tu, ananishukuru tu, ananishukuru tu, you know. Sasa kuna wakati ak kila akiposti ananishukuru, na kwamba Pilipili inatosha Sifanye hivyo bro. Ananiambia mimi siwezi kuacha kushukuru. Kwa hiyo ni funzo ambalo naangalia huyu ni mtu wa aina gani? Kuna watu wengi wanafanyia vitu vikubwa. Mimi nifanye kitu kidogo lakini why huyu anashukuru hivi? Lakini why amenipendelea hivi? MC Pilipili. Okay. MC, thank you. Rest in peace, bro. Thank you so much, MC Gara B, take courage, brother. Asante sana. Naomba kumkaribisha MC George Urio.